Alright, nami naendelea vizuri. Siri ya kufanikiwa kifedha part 3. Kuna Mwalimu Baraka Mwajeka na namba zangu za simu 0762261961997 0762261997, kwa kuendelea kujifunza na kupata mafundisho zaidi, na sasa tuende kwenye sehemu ya tatu kwa mtazamo wa Robert Kiyosaki, kumbuka anaelezea anasema kuna kundi la wafanya biashara businessmen, ambao hawa ni watu ambao wanamiliki mifumo, mifumo ya kibiashara, sio biashara, mifumo biashara hiyo iweze kuwa biashara yenye mafanikio, lazima itengenezewe mifumo, na hapa kuna mifumo mingi mingi mingi mingi ambayo siwezi kuimaliza kwa leo kutaja kila aina mfumo. Mm, nitakudokeza kwa mbali kidogo, lengo upate mwanga, siwezi kuchimba kwa ndani, hatuwezi kumaliza, yani ni kubwa sana, nitataji muda mrefu sana. Sasa hapa anazungumza, anasema kwamba yeye kwa upande wake anazungumza watu wafanya biashara, ni kwamba ni watu ambao uh, afadhali kidogo yani yani kuna namna yani, bado kwake yeye anaona kabisa bado bado ana biashara kubwa, ana biashara kubwa ambayo wanayo, wana uwezo wa kuajiri watu na watu wakabaki kwenye mfumo, akawatengenezea mfumo, anaweza yeye asiwepo, lakini wale wakaendelea na nini, biashara. Yani ukijikuta, ukitaka ujue kabisa huko kwenye kundi hili au kwenye kundi lilopita, ni mpaka ujue kwamba hivi je, nisipokuwepo kwenye biashara yangu inazidi kuendelea, utajua kabisa oho, kumbe bado niko binafsi kwa sababu sina watu ambao wanaweza wakafanyaje wakasimamia? ni watu hiyo, ni mfumo. Yani unatengeneza watu mfumo wa kutunza hela, unatengeneza watu mfumo wa mauzo, unatengeneza watu mfumo wa kupata bidhaa, unatengeneza watu mfumo wa wa mahesabu. Yote ni mfumo ambao inafanya biashara fulani iziji kuwa imara iziji kuwa the best, inafanya vizuri. Mm. Lazima iwe na mifumo hiyo yu mitano ambayo nimehitaja ya msingi sana, kwa wanaweza siwepo, lakini fedha zikawa zinazidi kuingia na watu wakawa wameajiriwa hapa. Kwa ni ili kundi ambao watu wanaajiri wale watu ambao wamesomea au wamebobea kwenye eneo hilo. Eh, nikawa nasikiza story ya ya mwamba mmoja hivi ambaye yeye ni mwanzilishi wa wa nini wa biashara ya magari kutokea Nigeria ambaye sasa hivi ni very successful. Very successful, kana sema kwamba ye okay, sasa hivi watu wameaminiwa wao wanauza magari vifaa vya magari nani, nani. Wameaminiwa, wameaminiwa. Na nini mpaka sasa wameaminiwa wamesaini wameaminiwa na BMW wamesaini mkataba, wanaye auzeni gari zetu. Jaguar, auzeni gari zetu, na hizi Ford, hizi Ford nini hmm? Uzeni gari zetu wamesaini ku yani, sasa hivi wanafanya billions of money, wanapata billions of money, lakini alianza kwa wazo kwamba kawaza sasa, nataka nitengeneze kitu ambacho kitatengeneza kitakuwa ni kikubwa around the world, na leo wako katika karibia mataifa tisa, wako Ghana, wako wako UK, wako Nigeria, wako Amerika, wanazidi kutaradadi, wanazidi kufanya mambo makubwa, lakini ametengeneza mfumo, yeye hayupo muda, lakini mambo yote yanaenda katika standard ambayo ni nzuri. Kwa upande wa Robert Kiyosaki anasema kabisa ni kwamba ni bora mtu atoke kwenye kundi hili la, la employee aende kwenye self business na aweke mtu ambaye aa atakama ameajiriwa, au atoke kwenye employee aende kwenye business kiasi ni kwamba ameajiriwa ndio, lakini bado ana nini? Ana biashara na mifumo ambayo ameweka. Huu ndio ushauri wake, ni kwamba ukishindwa kutoka huko basi hati unamiliki biashara kubwa hata kama unaendelea kuajiriwa. Nadhani hiyo ni ushauri the best, kuliko ukaona kwamba je, nikitoka kwenye ajira hapa na takuwa na hali mbaya. Nashukuru sana kwa kuendelea kujifunza. Una swali? Drop comment. See you later right.